na wavulana laki mbili sitini na sita elfu na ishirini na nne sawa na asilimia arobaini na saba. Mahudhurio katika mtihani huu yalikuwa asilimia tisini na saba nukta tano sawa na wanafunzi laki tano hamsini na tano elfu mia sita na sita. Kuhusu matokeo, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa jumla umepanda kwa asilimia mbili nukta sita moja na hivyo kufikia asilimia tisini na nne nukta tisa nane ambapo watahiniwa laki tano ishirini na sita elfu mia sita ishirini wamefaulu kwa kupata division one two three na four. Mwaka 2024 watahiniwa waliofaulu walikuwa 477262, sawa na 92.37 na mwaka 23 wali walikuwa 471427, sawa na 89.36. Kuhusu ubora wa ufaulu, waliopata division 1 mpaka 3 wameongezeka na kufikia laki 2 na 55404, sawa na 46.1, ambapo division 1 ziko 56410

sawa na asilimia thelathini na saba nukta nne. Hivyo katika kipindi cha miaka miwili ubora wa ufaulu umeongezeka kwa asilimia nane nukta saba. Kuhusu ufaulu kwa jinsi, kati ya watahiniwa laki tano na elfu ishirini na sita, mia sita na ishirini waliofaulu, wasichana ni laki mbili na elfu sabini na nane, mia moja na nane, sawa na asilimia tisini na nne nukta tatu ya waliofanya. Na wavulana ni laki mbili na elfu arobaini na nane, mia tano na kumi na mbili, sawa na asilimia tisini na tano nukta nane ya waliofanya. Aidha kati ya waliofaulu wasichana ni asilimia hamsini na tatu. Na wavulana ni asilimia 47. Kwa kuangalia ubora wa ufaulu ambapo tunazingatia waliopata division one, two, na three wavulana ni laki moja na elfu thelathini na tano, mia sita sabini na sita, sawa na asilimia 52.3 ya waliofanya na wasichana ni laki moja na elfu kumi na tisa, mia saba ishirini na nane, sawa na asilimia 40.58 ya waliofanya. Kati ya watahiniwa wote laki mbili na elfu hamsini na tano, mia nne arobaini na nne waliopata division one, two na three, wavulana ni asilimia 53 na wasichana ni asilimia 47. Hivyo wasichana wamefaulu wengi zaidi kwa asilimia sita kuliko wavulana na wavulana wamefaulu vizuri zaidi kwa asilimia sita kuliko wasichana. Kuhusu ufaulu kimasomo. Kwa masomo ya science jamii yanayojumuisha Civics, History na Geography, takwimu zinaonyesha kuwa masomo haya yameendelea kupanda kama ilivyokuwa mwaka 24 ambapo somo la History limepanda kwa asilimia 4.87 na kufikia ufaulu wa asilimia 78.23. Geography imepanda kwa asilimia 7.55 na kufikia asilimia 79.46. Na Civics imepanda kwa asilimia 1.32 na kufikia asilimia 71.66. Mwaka 24, History ilipanda kwa asilimia 10.16; Geography ilipanda kwa asilimia 7.59 na Civics ilipanda kwa asilimia 2.51. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni 97.82. Kwa somo la English language ufaulu wake umepanda kwa asilimia 3.39 na kufikia asilimia 79.48. Mwaka 2024 ufaulu wa somo la English language ulipanda kwa asilimia 7. Kwa upande wa masomo mengine ya lugha, ufaulu wa French language umepanda kwa asilimia 7 na kufikia asilimia 82.9. Ufaulu wa Chinese language umepanda kwa asilimia 18.3 na kufikia asilimia 93.43 na kwa somo la Arabic language ufaulu umepanda kwa asilimia kumi na saba, na kufikia asilimia hamsini nukta sita mbili. Kwa masomo ya science takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la chemistry umepanda kwa asilimia sifuri nukta tano mbili na kufikia asilimia tisini na sita nukta nane nane. Physics imepanda kwa asilimia kumi nukta sifuri sita na kufikia asilimia themanini na nne nukta sifuri nne. Na biology imeshuka hadi kufikia asilimia sitini na tano nukta saba. Ufaulu wa masomo mengine ya sayansi nao uko vizuri, ambapo engineering science ni asilimia 86, 86.12, agriculture asilimia 94.81, information and computer studies asilimia 95.52, additional mathematics asilimia 95.91, na food and human nutrition ni asilimia 100. Kwa upande wa somo la basic mathematics, ufaulu umeendelea kuwa chini ya wastani kwa mwaka 2025 kama ilivyokuwa mwaka 24 23 na 22. Hata hivyo, ufaulu wa somo hili kwa mwaka 25 umepanda kwa asilimia 1.1 na kufikia sasa asilimia 26.45. Kwa masomo ya biashara, ufaulu wa commerce umepanda kwa asilimia 5.89 na kufikia asilimia 95.06 na kwa somo la bookkeeping umeshuka kwa asilimia 14.02 na kufikia asilimia 74.25. Ufaulu kwa masomo ya utamaduni, sanaa na michezo umeendelea kuwa mzuri ambapo somo la theater arts ni asilimia 97.61, music asilimia 96.67, physical education asilimia 96.29 na fine art ni asilimia 84. Kwa upande wa masomo 13 ya ufundi, ufaulu ni mzuri na upo kati ya asilimia 81.22 hadi asilimia 100. Kwa upande wa masomo ya dini, somo la Bible knowledge ni asilimia 97.34 na elimu ya dini ya Kiislamu asilimia 85.68. Ufaulu kwa masomo hayo umeendelea kuwa mzuri kwa ufaulu wake kuendelea kuwa juu ya wastan